Miongoni mwa watu walioweza kufika katika hili zoezi la flight demonstration hapa katika kiwanda cha ndege cha Airplanes Africa Limited ni mkuu wa chuo cha usafirishaji cha NIT aweze kutujuza kiasi kuhusu experience yake na namna ambavyo aliweza kujisikia kwa mara ya kwanza kuwa ndani ya ndege ya Skyleader 600. Habari yako kiongozi? Nzuri tu. Habari ya safari? Nzuri kabisa kabisa. Tuambie kwa ufupi experience ya kwenye ndani ya Skyleader ilikuwa vipi? Aa, awali ya yote naomba kweli ni, ninafurahi sana. Mm -hmm. Kwa sababu hii ni ndoto ambayo hakuna Mtanzania alikuwa anafikiri kwamba inaweza kutokea Tanzania. Mm -hmm. Na mimi nikiwa mdau mkubwa wa kampuni hii ya utengenezaji wa ndege hapa Tanzania, Mm -hmm. ambaye ninatoa mafunzo kwa wanafunzi wa hii fani ya usafiri wa anga ikiwemo mafundi wa ndege nimekuwa proud yani, nimefurahi sana, kwa sababu tumetoa vijana kadhaa ambao asilimia themanini nimekuja kuwakuta kwamba ndio wana, wanaunda hizi ndege hapa Morogoro, kwa maana ya wahandisi. Kwa hiyo mimi kama mkuu wa chuo eh, tunapoona matu, matunda yetu ya training yanatoa matunda dhahiri ambayo wanaingia na kuunda ndege na confidence kubwa kwa kweli tunajisikia kwamba kile tunachokifanya, na uwekezaji serikali unaoweka katika mambo ya usafiri wa anga, hasa kutreni wanafunzi au kutreni wataalamu, haifanyi kwa kazi bure. Na leo ni siku yangu ya pili kufika hapa siku ya kwanza nilifika nikaona jinsi gani nikapitishwa katika steji mbalimbali za utengenezaji wa ndege lakini niliambiwa leo itafanyika demonstration kwa hiyo nimerudi tena sikutaka kusikia kwa hiyo nilipofika hapa nimepewa nafasi ya kupanda ndege na tumezunguka tumefly kwa dakika kama kumi na mbili kwa kweli ni ndege nzuri alafu ina, ina paa kwa, n yani kwa distance fupi sana mm -hmm. na huko juu iko very stable kwao nimefurahi sana. Wengi waliopata kusafiri katika ndege hii katika siku ya leo wameweza kuitazama katika jicho pengine la biashara, lakini tunataka tusikize kwa upande wako jicho la mafunzo kwa marubani. Ndege hii inafaa kwa kiasi hicho? Um, kwa sababu hizi ndege zinatengenezwa hapa Tanzania na zinatengenezwa kwa ajili ya wa Tanzania na watu wa Afrika kwa ujumla. Kwa maana hiyo tutahit, tutahitaji, mapail, tutahitaji wapate mafunzo ya kuendesha hii ndege. Sasa hayo mafunzo watapata wapi? Ni Chuo cha Taifa cha Usafirishaji. Kwa hiyo sisi tunaona kama ni fursa. Kwa hiyo ni sawasawa na ambavyo utakuwa na gari la aina fulani ambalo limetengenezwa ili mtu aweze kuendesha, lazima ajifunze. Kwa hiyo na sisi kama pilot, kama chuo ambacho tunatrain mapilot lazima tuichukulie hii ndege kama ni one of the demonstration ya kufundisha, ili watakaokuwa wananunua hapa waweze kupata mafunzo ya NIT. Kwa hiyo I would say kwamba itafaa kwa sababu lazima watu waendeshe. Sekta ya anga katika miaka tuseme mitano mpaka kumi ijayo, na tuseme labda ni mitatu kwa mitatu, kuanzia mitatu mpaka kumi ijayo e, labda niseme tu kwamba serikali iliona hili mapema ndio maana imewekeza kuanzisha ki, kituo cha umahiri cha usafiri wa anga pale NIT ambapo sasa hivi tuna vifaa vya kisasa na nafikiri wata, hata wataalamu hapo watatembelea. Tuna kile kituo cha kisasa kimejikita kuzalisha wataalamu wa usafiri wa anga katika maeneo yote. Tuna tuna hao wahandisi matengenezo ya ndege, aircraft maintenance engineers na technicians. Pia tuna makebini crew. Pia tuna marubani sasa hivi, tumesha chukua wanafunzi, tumepata wanafunzi ishirini ambao tunaanza na wanafunzi kumi fezi ya kwanza, ambao huu mwezi wa saba wanaanza haya mafunzo pale NIT. Kwa hiyo mimi kwangu naona ni fursa na changamoto kubwa. Ya usafiri wa anga hapa Tanzania, moja ya changamoto kubwa ni rasilimali watu yenye ujuzi. Kwa hiyo sisi kama Chuo cha Taifa cha ja Usafirishaji, tunapoona uwekezaji kama huu, tunaona kwetu ni fursa na tuko tayari kwa ajili ya kuhudumia Watanzania na kila ambacho serikali imefanya kuwekeza pale, basi haijafanya bure. Kwa hiyo Watanzania wengi watapata ajira na pia katika nchi za Afrika Mashariki, nafikiri hii ni kitu cha kipekee ambacho kitaenda kuionyesha Tanzania kwamba tunaenda kwenye viwango vya tofauti katika usafiri wa anga. Shukrani sana, asante sana.